Yako yani, msomee mwalimu wangu eh. Sasa sikiliza hiyo, hadi kuone vyenye nitaipeleka. Eh, wewe ni ndugu yangu, inasema hivi. Ndio wewe oh, eh, wewe oh, so I say unto you. Sawa, Kiswahili watu anaelewa Kiswahili na watu wanaelewa, unajua ah. Ni, ni vyema tuende na watu wengi, sio wewe peke yako mzee ah. oh, eh ndugu yangu msomaji na Waluya, kama mnaogaa muna, kizungu mwalimu, tunarudi huko huko burite ujasikia hapa <laughs> <na wali. laughs> Inasema hivi Biblia. <ya. laughs> Kwa sababu hiyo, kwa sababu hiyo, nawaambia nawaambia, kila dhambi na kila neno la la kufuru. Sikiliza hapo, Yesu alimaanisha aje? Yesu wakumaanisha ati Mungu roho? Hajawahi sema mahali Mungu roho, tafadhali. Alisema ukikufuru baba utasamehewa, ukikufuru mwana utasamehewa lakini ukikufuru roho hautasamehewa. Hasa lazima tujiulize roho gani. Inasema soma andiko la tuende. Eh, Biblia, neno la kufuru uh -huh. watasamehewa wanadamu ila kwa kumkufuru roho hawatasamehewa, na yes. naye mtu yoyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu. Hiyo. atasamehewa twende, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu si, unasikiliza hapo kama utanena chochote juu ya Roho Mtakatifu hutasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Kwa hivyo hautawaifanyaje utaisamehewa? Huyo ni roho gani? Ukimfukuru roho uki uki kufuru hutasamehewa, ni roho gani? Roho Mtakatifu ambaye ni nani? Ndio Mungu. Ati ni Mungu? Roho Mtakatifu wa Mungu basi. Roho Mtakatifu wa Mungu basi. Haya. Hapo hapo alisema ali, Roho Mtakatifu sawa, mm, ukimkufuru hautasamehewa, si ndio? Mm, kwa hivyo huyo ni nani? Mtakatifu ni so, ukimkufuru hautasamehewa, Roho Mtakatifu. Haya, mpe mic kibiblia. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? So mpe mic, usikie mwalimu wangu nam 663 ni Yohana. Sasa si, mimi ningekuomba ungeniuliza, uge alimaanisha nini maana unajua tana za utatu zinaweka muguro hapo. Hey. Yesu kuna kile alimaanisha Al, kuna kile alimaanisha alimaanishaje? Ehe, soma. Roho ndio roho ndio roho, inayofanya, inayofanya nini uzima, umesikia? hoadiko enye meda roho ndio inayotia nini uzima, lakini ukikufuru roho hiyo au utafanyaje au utasamehewa? maana inatia nini uzima. Sasa hiyo roho inayotia uzima ukikufuru hautasamehewa. Yesu alimaanishaje? Ndiye roho ndiye tai uzima. Maliza ili kitu. Ndio maneno hayo niliyowaambia, maneno ambayo Yesu aliwaambia. Ehe, ni roho ati ni nini? Ni roho. Kwa Ma hivyo mafundisho ya Yesu ama maneno ya Yesu ni nini? Ni roho. Twende. Tena ni uzima. Kwa Ma hivyo maneno ya Yesu ni nini? Ni nini? Ni uzima. Na ukiongea kitu kinyume na maneno ya Yesu, hautaifanyaje? Hautasamehewa. Ama ukiongea kuhusu roho ama maneno ya Yesu, hautaifanyaje? Samehewa. Hivyo tu. Maneno ya Yesu ni roho. Umeelewa? My, my brother, you know me, you quoted that scripture out of context, please.

si kwa majeshi wala silaha yeah. ni kwa Roho Mtakatifu yeah. so hiyo pia inafaa kuambia Roho Mtakatifu si tu, hebu nikuuliza, ni ni e, kwa mujibu wa wanautatu wan, wanapoona Yesu alisema nitatuma Roho Mtakatifu wan, wan, wan, wanafikiria pengine Yesu alisema nitatuma Mungu roho ama Mungu mwingine Mungu Takwe. Unaposikia Roho Mtakatifu ni nini? mm-hmm. Uh, mimi wakati ninasikia Roho Mtakatifu kitu ya kwanza najua, ukisikia Roho Mtakatifu mi ninajua huyu ni roho wa Kristo ndani ya wale ya watu ambao wamemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao, na ninajua huyu roho alikuja tu wakati Yesu Kristo ashapa kwa ufupi, yani ku-generalize, yeah. ama neno yote Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo ndani ya wanadamu, kwa hivyo ni Yesu ndani ya mwanadamu. Hivyo hakuna Yesu na roho kando. Ndio. Hivyo Mungu na Yesu. Kwa hivyo kuna Mungu na kuna Yesu, si ndio, na roho, ndio ni kimoja? Hapana vokehuka basi naona bali tumezidisha. Roho wa Kristo anapokuwa kwa wanadamu si kwamba ni kiumbe kingine Haya, mimini na Mungu roho ni nani ee? sidi huyu sasa mwenye tunasema Roho Mtakatifu na andiko yote nasema Mungu roho, roho mtakatifu hakuna mahali Yesu ame ameongea akasema Mungu roho, hiyo iko leo. Mungu roho mlitoa wapi? ma roho mtoro sio Yesu alikuwa anasema roho wa Mungu ama roho wangu, roho wa Mungu takatifu. Haya, kwa hivyo roho mtakatifu ni roho wa nani? Ndio, wa Mungu. Haya, huyu Mungu roho ni mtuko wa wapi? Venye tiki na zasema neno la Mungu ni Mungu, ndio Roho Mungu ni Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu Baba, kuna Yesu na kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wakua paso. Kuna ni kitu moja, kuna Mungu Baba, Mungu mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hakuna Mungu mwana na hakuna Mungu Roho. Mina daya kujua si, kwa si wamesema Yesu ni Mungu, Mungu Yesu Yesu Mungu Yesu Kristo yaani Mungu, Mungu. Lugha, na eleo, ya. Yesu anaitwa Mungu kwa sababu ametoka, ay, kwa sababu amezaliwa na Mungu unajua hmm? Yesu unaposikia Yesu anaitwa mwana wa Mungu ni sababu gani amezaliwa na nani? Mwalimu wangu nasema nane tisa ya Warumi. Halafu mimi naomba kwa Kristo.